Eleven Labs kwa kutumia mfumo wa AI. Eh bwana, mambo ya AI yamekuwa ni mengi sana ambapo sasa hivi unaweza ukaingiza sauti kupitia maandishi kwenda katika mfumo wa voice. Hivyo basi lazima tuwe na wifi, then lazima tuwe na browser yoyote. Eh bwana, nenda kafungua browser yako kama kawaida. Hapa mimi nafungua Microsoft Edge, naenda kutafuta kitu kinaitwa Eleven. Eleven Labs. Hiyo hapo na click hapo, kisha kuja kama itafunguka namna hiyo, then utakuja hapa walipoandika free text to speech and AI voice generator, so uta click hapo, itafunguka kama ifuatavyo. Ikishafunga kama hivyo, unaenda kwenye login au utaenda ku sign in. Mimi nitaenda ku sign in kupitia Google account kama unavoonapo continue, baada ya hapo itafunguka kwa mfumo huo. utapiga hapo utachagua, yani ionekane kwa mfumo white, am, ama dark. Dark tunajua ni nyeusi au giza. Kwa mimi nitachagua hii white, then ta continue. Baada ya hapo, utajaza jina lako, utaandika Window Max TV, utaweka miaka hapo hapo, utaweka day day, utaweka hapo kumi na au utaweka tarehe ishirini na moja wewe mwenyewe utajua, mwenyewe utafanyaje. Mwaka utaweka hapo 1997 utagonga next. Baada hapo watakuuliza tu swali vyao vya -haraka haraka, wewe uh, ulisikia nini kuhusiana na ElevenLabs, kwa ni wewe mwenyewe utajaza hapo ha, uh, ulisikia wapi Google, au uh, ulisikia kwenye TikTok, ulisikia kwenye YouTube, kwao mimi nitajaza kwenye YouTube. Sababu, umesikia kutoka kwangu haya hmm. utajaza unavyojua wewe visali stori vyao vya, tu vya ajabu ajabu ili mradi tu wa kuchunguze target started text to speech haya sasa baada ya hapa sasa tunakwenda kuandika kitu ambacho sisi tunakitaka. Kwa mfano naweza nikaandika, naweza nikaandika hello mambo vipi watoto wa mama Samia. Nimeandika hello mambo vipi watoto wa mama Samia hiyo itaenda kutubadilishia kutoka kwenye mfumo wa text kwenda kwenye mfumo wa voice. Kwa mfano naenda kwenye generate sasa, baada kusha ukishaandika unaenda kwenye generate, hapo unaenda kuisikia itakapokuwa inaongea: hello mambo vipi watoto wa mama Samia. Kama ulivyosikia hapo, inasemaje? Rudia tena: hello mambo vipi watoto wa mama Samia. Kwa hiyo ni chochote tutakachokisema wewe kiandike au ya, yani hata kama ni tusi, ila sishawisi sana uandike matusi, ila nimetoa tu mfano Ko, unaweza tena ukaandika, kwa mfano, unaweza ukaandika Don't... Don't forget to subscribe my channel at Window Max TV Don't forget to subscribe in my channel at Window Max TV Media ya kijanja. Haya, sasa tunaenda kuibadilisha katika mfumo wa text kwenda kwenye mfumo wa voice. Tunaenda kwenye generate tena hapa. Don't forget to subscribe in my channel at Window Max TV Media ya kijanja. Kama ulivyomsikia mzungu anavyoropoka mambo mazuri kabisa. <laughs> Asema bonito. Sasa, katika kitu cha kuzingatia hapa kuna speed. Hii speed ni jinsi aongee haraka haraka au aongee taratibu kwa mfano tunaenda kuna tunapunguza hapa speed tunaweka labda 0.84 tunaenda kuna tunaenda tena kuna generate Don't forget to subscribe in my channel at Window Max TV Media yakijanja Nadhani umemsikia vizuri yakijanja kama ulivyosikia ukipeleka aongee haraka haraka kama mzalamu muona hapa nimemwekea aongee Alaka alaka kama mzara mtenda tena tena tunajenerate Don't forget to subscribe in my channel at Window Max TV Media ya kijanja. Kama ulivyoona hapo, hivi vingine havina maana sana, ila cha kuzingatia tu. Baada ya hapo tena unaweza ukaja hapa juu, ka bonyeza hapa juu, unachagua mtu wa kuongea. Huyu alikuwa anaongea, anaitwa Rachel. Hapa kuna huyu, anaitwa Grandpa. Let me tell you what my grandpa told me when I was just six years old

Life without love is like a tree without blossoms or fruit. Sasa kwa mfano unataka sauti hii ya Aris. Just trust yourself, then you will know how to live. Unaenda una mtachi tu hapo, Aris atakuja hapa juu, then utaenda tunagenerate. Don't forget to subscribe in my channel at Window Max TV Media, Yakijanja. Yes, sasa baada ya hapo unaweza ukaja hapa kwenye download chini kabisa hapa kuna kimshari cha share, then kuna kimshari cha download, una click kwa download hapo, itakuletea katika file lako, muone hapa mi tayari naenda naifungua kama ifuatavyo zeni. Na sasa kliki sasa, muisikie. Don't forget to subscribe in my channel at Window Max TV Media, ya Kijanja. Nadhani tumeelewana. Sasa baada ya hapo usahau kushare, kusubscribe na kucomment. Hivyo basi baada ya kutengeneza video zako zote ambazo unataka kuingiza maneno labda kwa mfano kwenye YouTube, ni kwa nini unaenda kufanyaje? Baada ya hapo utaenda kuingizia sauti kupitia katika hiyo application ambayo inaitwa ElevenLabs AI Text to Speech. Hivyo basi, media ijayo au video ijayo nitaenda kukufundisha jinsi ya kutumia CapCut jinsi ya kuingiza video, jinsi ya kuunganisha scene moja baada ya nyingine na video ikaya imetulia kwa mfumo mzuri kabisa. Usahau kusubscribe, kushare na kucomment katika media yetu ya Window TV. Thank you.